Je, yeah, lini serikali itaanzisha chuo cha VETA Bumbuli ili kuwaongezea vijana yana ustadi na yana wabuwa wabuwa. Majibu ya swali namba 62 wa ustadi na ubunifu 62. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa wa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia na kwa ruhusa yako naomba nijibu swali la Mheshimiwa Injinia Ramadhani Hamza Singano, mbunge wa jimbo la Bumbuli kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni azma ya serikali kuwa na chuo cha ufundi stadi, yaani VETA, katika kila mkoa na wilaya. Kwa sasa serikali inaendelea kujenga vyuo vya ufundi stadi katika mkoa wa Songwe na wilaya 64 ambazo zilikuwa hazijajengwa. Halmashauri ya Bumbuli ni sehemu ya wilaya ya Lushoto ambayo tayari ina chuo cha VETA kinachoendelea kutoa mafunzo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na kuendelea na ujenzi wa vyuo hivyo, serikali pia inaendelea kutekeleza mpango wa ujenzi wa shule za amali katika halmashauri ambazo hazina vyuo vya VETA. Halmashauri ya Bumbuli ni miongoni mwa halmashauri zinazojengewa shule hizo za amali ambapo shule hiyo inajengwa katika kata ya Vuga. Mheshimiwa Singano, swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, nami niulize tena swali la nyongeza lenye vipengele viwili A na B. Mheshimiwa mwenyekiti, wilaya ya Lushoto ni wilaya ambayo ina changamoto ya kijiografia ndio <coughs> maana ina jimbo matatu ya kiuchaguzi, lakini ina kata 51 kulingana na changamoto hiyo, ndiyo inayotupelekea tuone namna ya kuwagusa vijana wa Kitanzania ambao ni asilimia 61 kama walivyoainishwa katika hotuba ya Rais, lakini kulingana na changamoto hiyo, watu wa Bumbuli wako tayari kutoa majengo yao ya halmashauri ambayo yalikuwa ni ya zamani, sasa hayatumiki, ili kuona kwamba serikali haipati gharama kubwa. Je, Mheshimiwa, uliza swali. Bahati mbaya nilikuwa naongea kusikuona. Uliza swali. Serikali yeah, haioni sasa kwamba kuna haja ya kuwafikiria tena wanabumbuli kwa changamoto hiyo ya kijiografia a hey, d kwa kuwa jambo hili ni kilio cha wanabumbuli ofisi ya waziri iko tayari muda gani, ili niambatane nayo, ili akaone changamoto hiyo ya kijiografia ambayo inawagusa wanabumbuli Mheshimiwa Naibu Waziri Jibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi hii na kwa niaba ya waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, kwanza nimshukuru Mheshimiwa mbunge kwa ufuatiliaji wake mahiri kwa wananchi wake wa Bumbuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa serikali na azma ya kuwa na taifa lenye maarifa lililoelimika, ujuzi, stadi na stadi za kazi, kwa kadri bajeti itakavyoturuhusu, serikali itaendelea kuhakikisha kwamba inapata ina, inaendelea kujenga vyuo hivi vya VETA kila wilaya, lakini pia katika yale maeneo ambayo hayafikiki kijiografia. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuwa Bumbuli ni moja ya maeneo hayo ambayo yamekaa vibaya kijiografia, Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kadri bajeti itakavyoruhusu, tutaangalia namna gani ya kuweza kuyabadilisha majengo ambayo Mheshimiwa mbunge ameyataja kuona kwamba tutaweza kuweka tawi la VETA katika jimbo la Bumboli. Nilikuona Mheshimiwa Mama Salma Kikwete. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwanza niwape pole wana mchinga kwa kadhia iliyotokea jana kwenye shule ya Mkwa Juni madarasa mawili yameezuliwa na upepo na wanafunzi sasa hivi hawapo madarasani, nyumba mbili za walimu zimeharibika halikadhalika na ofisi ya mkuu wa shule imeezuliwa. Nini kauli ya serikali? Nini mkakati wa haraka kuhakikisha kwamba wanafunzi wanarejea shuleni? Majibu, Mheshimiwa naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi hii na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, nichukue fursa hii uh, kumjibu mbunge wa Nchinga, mama yangu Salma Kikwete, kama ifuatavyo. Kwanza niungane naye kuwapatia pole waathirika wa maafa hayo yametokea, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa ni jambo la dharura Wizara ya Elimu itakaa pamoja na Wizara ya TAMISEMI kuona kwamba ni namna gani tutaweza kurudisha hali ya majengo hayo. Nilikuona Mheshimiwa Subira Mgalu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa. Kwa kuwa halmashauri ya mji wa Bagamoyo imetenga eneo na ikaikabidhi VETA eneo la Fukayosi kicha mwavi kwa ajili ya ujenzi wa VETA na kwa kuwa jambo hili lipo kwenye ilani, je, serikali ipo tayari kutenga fedha mwaka wa fedha huu ishirini na sita ishirini na saba ili vijana wa Bagamoyo wapate stadi mbali mbalimbali, kwa ajili ya miradi ya kimkakati inayokwenda kutekelezwa ikiwemo ujenzi wa bandari? Majibu, Mheshimiwa naibu waziri kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii na kwa niaba ya Mheshimiwa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Naomba nijibu suala la nyongeza la dada yangu Subira Mgalo, Mheshimiwa Subira Mgalo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa mwaka wa fedha 2024 2025 ilitenga bilioni mia moja kwa ajili ya ujenzi wa awali wa vyuo hivi vya VETA, lakini kwa mwaka 25 26 tayari serikali imeshatenga shilingi bilioni 21 milioni mia mbili sitini na mbili. Kwa, kwa kuenda kumalizia ujenzi wa awamu ya kwanza lakini pia kwa kuanza ujenzi kwa maeneo ambayo hayana vyuo hivi vya VETA. Kwa hiyo, Mheshimiwa uh, Mwenyekiti ni, ni mjibu Mheshimiwa mbunge kwamba tayari fedha hizo zimeshatengwa. Asante. Nilimwona Mheshimiwa Waziri akitaka ku clarify. Bado unataka ku clarify Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa, kwa kifupi, muda umeisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kifupi, kwa kwa shmua, kumbe, kwa kifupi ni wape pia uh, pole wanamchinga hasa wale wa kijiji cha Mkwajuni. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kupata taarifa ya kuwezuliwa kwa majengo yale, nilimwelekeza mkurugenzi wa halmashauri halmashauri ya Manispaa ya Lindi na amekwenda pale na wamesha peleka, wanaenda kupeleka kiasi cha milioni tisini na sita ili kurekebisha madarasa yale ambayo yameharibika me, ya. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, tumeshalichukulia hili tayari na nimshukuru sana naibu waziri wa elimu kwa ku liongezea namna alivyoliweka. Tunashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, asante waheshimiwa, tunaendelea eh, nimuite sasa Mheshimiwa Jafet Ngailonga Hasunga aulize swali lake. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba swali langu namba, Chuo cha VETA cha mkoa wa Songwe. Swali hilo linaendelea kupatiwa majibu na mheshimiwa naibu waziri Wan Amel. Kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa elimu sayansi na teknolojia Naomba nijibu swali la Mheshimiwa Jafet Ngailonga Hasunga mjum, mbunge wa Viwawa kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, chuo cha VETA cha mkoa wa Songwe ni miongoni mwa vyuo sitini na tano vya VETA vinavyojengwa na serikali katika kila mkoa na wilaya ambazo zilikuwa hazijajengwa vyoo hivyo. Mheshimiwa mwenyekiti, awamu ya kwanza ya ujenzi wa chuo cha VETA cha mkoa wa Songwe unatarajia kukamilika mwezi Juni 2026. Hadi sasa serikali imepeleka kiasi cha shilingi bilioni 4.140 kati ya shilingi bilioni 6.484 zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi huo. Kwa sasa ujenzi huo umefikia asilimia sabini. Mheshimiwa Hasunga, swala la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nianze kumshukuru sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu mazuri sana ambayo na imani kwamba wananchi wa jimbo la Kwaa watakuwa wamefurahi sana. Sasa ninao maswali mawili mafupi ya nyongeza. Kwa kuwa muda ambao umebaki kufikia mwezi Juni ni mfupi, je, yes, serikali sasa iko tayari kupeleka hizo fedha zilizobaki ili kusudi waweze kukamilisha hiyo awamu ya kwanza ya ujenzi? Swali la pili, baada ya kukamilisha hiyo awamu ya kwanza ya ujenzi ni wazi kwamba chuo sasa kitaanza. Je, ni kozi zipi ambazo zinatarajiwa kuanza mwezi Julai mwaka 2026? Asante, Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba nijibu swala la ziada la Mheshimiwa Hasunga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kutoa fedha hizi kama nilivyosema, kwamba shilingi bilioni 21 milioni 22 zimeshatengwa. Kwa hiyo muda wote kuanzia Februari 2026 fedha hizi zitaanza kutoka ili ziende zikamalizie zile vile vyo vya awamu ya kwanza. Lakini swali lake la bii, mheshimiwa mwenyekiti, ni kozi gani ambazo zitatoka katika chuo hicho? Mheshimiwa Mwenyekiti, uh, kozi ambazo tunashajiisha vyuo vyetu vya VETA zitoe kwa maeneo ambayo vyuo hivi vinajengwa ni kozi ambazo zinahusisha shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo hayo. Kwa upande wa Mkoa wa Songwe, kozi ambazo zitatolewa pale ni kozi zinazohusiana na kilimo na kuongeza thamani ma, mazao ya kilimo. Lakini pamoja na kozi hizo kutakuwa na kozi mbalimbali mbali ikiwa umwagiliaji, ufugaji, ufundi magari, ufundi umeme na kozi nyingine zote ambazo zitawezesha vijana wetu kupata ujuzi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri uh, Wanu Hafidh Ame kwa majibu yako kwa Waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa, tunaendelea, tuna maswali bado manne, tuyamalize. Wizara ya maji, Mheshimiwa Cosmas Mtesigwa Bulala mbunge wa Kwimba Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.